Mashaka ya ndani. Tunapozungumza juu ya self doubting, mashaka ya ndani self doubt, mashaka ya ndani, mashaka binafsi, mashaka yanayogusa maisha yako. Yani tunapozungumza mashaka binafsi, ni mauti ya ndani inayoua nguvu ya uwezo katika maisha ya kwako, ule uwezo ulioko ndani yako, kiwe karama, kipawa, huduma, neema, kibali, ujasiri, kile kinachoshambulia haraka maisha yako upesi na kujihisi kushindwa, ni mashaka ya ndani, ni mashaka ya ndani, hata kwa wale ambao wanajaribu kuanza kama Petro, lakini wanakutana na mashaka ya ndani na jambo moja tu, mbona uliona shaka? Mbona uliona shaka? Mbona uliona shaka? Kuna vitu ambavyo ulikuwa unataka kuvifanya, mbona umeona shaka? Kuna huduma na karama ambayo iko ndani yako, mbona umeona shaka? Kuna nyumba uliokuwa unataka kujenga, mbona umeona shaka? Mbona umeona shaka? Hilo ndio swali ambalo mbingu zinakuuliza leo: mbona uliona shaka? Kuna kiwango cha elimu ambacho ungefikia lakini uliona mashaka. Kuna kiwango cha fedha ambacho ungeweza kufikia leo lakini uliona shaka. Kuna kiwango ambacho ungeweza kufika kihuduma lakini uliona shaka. Umekutanaga na mashaka ya maisha. Tatizo lako si kwamba unalaana, una mashaka ya maisha, na kuna watu wamezaliwa kwenye nyumba ya mashaka na leo nitaombea watu wachache hapa ambao hakuna kitu wanakifanyaga bila mashaka. Na ukisikia tukifundisha kwenye religious economy na kwenye masuala ya kiuchumi, ujasiri wa mali, ujasiri wa mali, ujasiri wa mali ni ile nguvu ya kijasiri ya kuthubutu kufanya jambo fulani katika maisha ya kwako. Ndio hii Yesu anakuuliza, mbona uliona shaka? Na watu ambao mmeona wa mashaka kwenye maisha yenu, mmeona mashaka ya mambo mengi Umekata tamaa, umevunjika moyo, mbona uliona shaka? The question, na hilo ni swali la Mungu anamuuliza Petro, mbona uliona shaka? Wewe ulikuwa si wa kukaa ng'ambo ile ambayo unakaa, lakini uliona shaka ukaenda ukaanza kutafuta maeneo ya bei rahisi kwa sababu huamini, huamini na wingine mnatafuta gari ya kutembelea, yani unatafuta gari ya, una mashaka ya kutosha, ni kutafuta gari ya rahisi mpaka unaenda kuuziwa injini ya pikipiki kwa sababu ya kusaka gari ya rahisi. naomba uniombe, nimemwambia dada yangu yangu yuko Japani aletee gari, nilikuwa natafuta gari ambayo haitumii mafuta mengi. Na mafuta? <laughs> Sasa niwaambie nini Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Unatafuta kitu, unauliza kiwanja, lakini kisio cha bei kubwa. Wapi? Mashaka ya ndani. Na si kwamba hauwezi, the question is, mbona uliona shaka? Kuna watu kila siku ni kupunguza ramani, ramani ya nyumba anaiangalia, ondoa choo Punguza sebule mko <laughs> wengi. Hebu mwambie jirani yako, mbona uliona shaka? Kila siku ni kifuto cha ramani. Yaani, kuna watu wameshachoka, au wahandisi uh, uh, wanaochora majumba washachoka, kila siku marekebisho. Punguza madirisha, punguza punguza madirisha, si, eh, madirisha ni marefu sana hapana, madirisha mazuri haya, kwa ramani hii, hapana, punguza punguza. Mwisho una vimini vya madirisha <laughs> Niangalieni yani, ni mimi macho ubaoni na kuona vibaya mno. Kila siku ni kubadilisha vitu kwenye nyumba yako, ondoa hiki chumba. Kilikuwepo na chumba cha maombi. Ameenda vikoba, vikoba vyenyewe mama mchungaji ameambia kuna vikoba vingine vinaitwa kausha damu. Ameenda kwenye vikoba vya kausha damu, amerudi Hapana, ondoa hii room hii hapa hapa hapana. Utakitia na maombi? Hapana, maombi taomba tu. Ameenda, ameenda sebule mbili za nini? Tafundisha watoto tabia mbaya. Ondoa ile sebule kule chini. Kwa hiyo mwisho akija kujengewa nyumba alafu bado ana hela kila siku ana majuto, unabisha una, una, una ile dirisha hivi unabisha, alikujutishi mpaka leo namna ambavyo ukienda kwa wenzako kukuta madirisha mapana na wewe uliweka kidirisha chako kama kaburi hivi chembamba, hujutiwe? <laughs> Kweli, na uwezo unao na si kwamba ulishindwa kufanya. Angalia vijumba, angalia vimilango, angalia vimagirili vilivyoko, angalia vimilango vya watu. Yaani Mungu akusaidie sana Yani Mungu akusaidie na upate rafiki anayeweza kufika kwenye saiti yako akukritisize yn yani akuambie bwana, umejenga lakini hapa sio, hapa umejitahidi, hapa sio. Utamwona baraha wakati mwingine, lakini ni mtu wa maana kwenye maisha yako. Vikorido vya vi ajabu, upiti ukiwa na ipsi. <laughs> kuna nyumba nyingine vina vikorido yani huwezi yani, kugeuka lazima utembee hivi kama vile yani uende kinyume nyume, umo ndani korido huwezi kugeuza. Haya, kuna wengine wakajenga na nyumba, kabati linapita kuwa kwenye korido liingie chumbani, mpaka leo kabati limekuwa majikoni, alijawahi kwenda chumbani. Bora <laughs> mcheke tu. <it. laughs> limeishia pale pale. Geuza geuza na wewe geuza geuza na wewe no, kachukue vijana wale mabausa njoo, abebe kutwa nzima, beba beba beba, halina mahali pa kwenda, korido ilivyobano. Kuna wengine gari haifiki nyumbani kwenu. Gari unalo lakini nyumbani unapaki CCM vitu vyote vinajua nyumbani kwako, lakini gari yako haijui nyumbani kwako. Nini kiwanja cha bei rahisi na nini mahali pa kufikika, nikitoka nifike haraka. Gari linakufikisha popote bwana. Watu wanafika wanaondoka, hapa na gari wanafika Bukoba, wewe unashinda kufika nyumbani kwako Dar es Salaam, hii kisa hivyo lakini mbali na gari alifiki hivyo viunzi sasa vya kuruka hiyo mitaro El Nino ya aja, tumeambiwa kuanzia mwezi wa kumi mwishoni mvua za aja, yani kusogelee tu, fanya zoezi mwambie jirani yako, mbona uliona shaka kwanza kuruka ma, mi, makorongo hayo ya kuruka? Kwa sababu ya huko unakokaa ardhi kavu ipo ipo, kuanzia hapo Bagamoyo, Mlandizi, Kiba Pori, na barabara bara zipo zipo, za kufika nyumbani kwenu, unasubutu kwenda ulivyo na bajeti Mbona uliona shaka? That is the question. Mbona uliona shaka? Una mashaka binafsi kwa mke wako, kwa mume wako, kwenye familia, una mashaka? Na swali la msingi, mbona uliona shaka? Una mashaka mengi ambayo yamegeuza moyo wako completely. Mungu akutie wa nguvu sana na Mungu akubadilishe hisia na mtazamo na maisha yako, uondoe mashaka katika maisha yako na kilicho huwa uwezo mkubwa ulioko ndani ya watu ni mashaka. Ah, wewe, wewe ile shule ulikuwa uanzishe sasa hizi, ingekuwa singeshatoa form 1 nani darasa la saba ishatoa form 4 ya kwanza, si ndio? Mbona uliona shaka? Mbona uliona shaka? Dada mmoja kutoka Singida akamekuja ofisini kwangu juzi, ameanzisha shule yake, alianzishia chumbani, binti hajaolewa, ameanzishia chumbani, chumba chake cha kupanga, akaanzishia hapo shule ya Nasara School na. <laughs> alisikia mahubiri kwenye madhabahu start your impossible. Aka akastati, akaanzia chumbani kwake, watoto wanakaa kitandani <laughs> hana hata viti, akaanzia hapo na mikeka juu, amekuja kuchukua gari hapa ya kubariki ya shule yake juzi, kwenye hilo somo la start your impossible. Leo ameniambia ana wanafunzi sabini wanaopanda gari yake asubuhi kwenda shuleni. Ameanza taratibu na majengo ya shule. Na unajua shule yake ameita nini? Eti ameita Saint Eliona. Eh, asante sasa. Wewe ndio tumeshaanza kuwa watakatifu <laughs> haleluya! Ebu punga mkono wako pa, hai haisaundi sana lakini hivyo hivyo inachanganyika Saint Eliona. Kwa hiyo mimi na shule huko ya heshima huko Singida Nasai, na saa inakuja lazima nitaibukia tu, utaiona kwenye mtandao Saint Eliona primary school oh my god, nasari and primary school huko mkoa wa Singida. Kwa nini amethubutu? Mbona uliona shaka, mambo mangapi ambayo ungeshafanyaga kwenye maisha ya kwako even kutembea juu ya maji, mbona uliona shaka? Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, tukupa hamasa ya kujengea uwezo wa kufanya